Wanafunzi wa shule ya upili ya Litein kwa mara nyingine tena wamerejeshwa nyumbani baada ya kuonyesha ishara ya kuleta vurugu walipogundua kuwa mwalimu mkuu wa shule hiyo bado yungalipo. Wanafunzi hao walikuwa wamerudishwa kwa na wazazi wao ili kutathmini hasara iliyosababishwa na watoto wao. Wazazi hao walitofautiana na bodi ya shule walivyodai kuwa hasara kubwa katika shule ya hivi kusababishwa na moto watoto wao na hawatalipa gharama ya ujenzi katika shule hiyo. Tuliingia hapa asubuhi mwendo saa mbili, na vile tuliyoangalia ame maklasa shote kila kitu, yani tunaomba tu ama serikali atusaidie wakuje wote walimu na serikali ikuje kuona hii shule watafanya nini na hii watoto wa, wako ya form 4 wataenda wapi? Wata mutiani wapi. Ikuje, shule, na wataka fanya mtiani watafanyia wapi? serikali ikuje ione bila utafanya hii shule alafu tuendelee na masomo ya watoto, na tuliitwa tangu asubuhi, sasa hivi tumerudishwa tena eh, Litein, ile sura ya Litein sio kama ile ya zamani. And, uh, kwa maoni yangu principal has to da, has to do something, lazima afanye kitu. All this problem yenye tumeona inaanza kwake, na tunashindwa saa hii, tumefunga tumefunga virago, tunarudi nyumbani, hatujui masomo itarudi lini tena kwa